Katika jamii wanamuelewa hivyo, ni kijana ambaye wazazi wake walifariki, baba alifariki na mama alifariki, lakini pia akalelewa kwa babu yake, kwa mzee Muhammad, Muhammad Manengero. Sasa huyo kijana amesoma ame, amesoma amemaliza kusoma. Katika habari ya ajira, akaona kwamba ajiajii kwenye siasa. Siasa alizokuwa anazifanya ni siasa safi ambazo ni siasa zenye, zenye mashiko hakuwa na ugomvi na mtu yeyote yule. Ninaamini siku hiyo aliniambia, aliniambia yule kijana, wakati huo ninajiandaa kwenda Ikungi kwa ajili ya, ya, ya mwenyekiti wa, wa taifa. Sasa kaniambia, Mheshimiwa Mwenyekiti, usiende Ikungi, kuna msiba umetokea. Siku ya tarehe 13, mheshimiwa mkuu wa mkoa akanipigia simu, yule kijana, usiende Ikungi, kuna msiba mwasisi wa chama amefariki Kolomije. Kwa hiyo natakiwa kwenda kuzika siku ya tarehe 15. Kijana nikasema kwamba haina shida. Basi nikamteua mwenye nani mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa akawakilishe ili mimi niende gazike. Nikamuuliza kwamba na wewe vipi? Akasema kwamba mimi tarehe 14 tutaenda tutaenda kuandaa maziko ya mzee. Akasema kwamba haina shida. Ila mimi nikamwambia kwamba tarehe 15 nitakuja nita, nita, nita kwenye siku ya mazishi. Ni kweli tukawa tumepanga hivyo sasa tarehe kumi na nne hiyo akanitafutia usafiri ye mwenyewe kwenda kwenye mazishi kwa ajili ya tarehe kumi na tano. Siku ya tarehe kumi na tano tumeenda kwenye mazishi, tumefika kwenye mazishi, tukamaliza, nikauliza kwamba mbona huyu kijana Simoni? Tukatafuta kwenye simu hapatikani. Basi tukaona kwamba ngoja tuwache siku ya Jumamosi. Jumapili tukamtafuta tuka, tuka tena, hapatikani kwenye simu. Basi sasa nikamwambia katibu wangu wa, wa, wa wilaya kwamba hebu fuatilia, kwa kuwa anaishi hapo, naani, ni hapo. Kwa kwa na nini Misungwi, fuatilieni hapo. Kweli umefuatilia, kaonekana kwamba yule kijana labda, niwaondoe tu kwamba sio kwamba amepotea huyu kijana, ametekwa, alitekwa kwa sababu walikuja watu, mama mmoja ambaye alimteka, alim kwanza rafiki yake wa kike, baadaye yule rafiki yake wa kike akaambia kwamba mtafuta Amani, sisi hatuna shida na wewe, tunashida na, na Amani Manengero. Kweli ile mama akawa amempigia simu yule kijana akawa amekuja, baada ya kuja hapo ndio akatekwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaomba kwa sababu wewe ni mkuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, huyu kijana wetu tunaomba mtusaidie, ili aweze kurudi, kwa sababu siku ya tarehe 19 mimi mwenyewe mwenyewe mwenye, mwenye huyu nilipigiwa simu na ndugu zake wakaniambia kwamba simu ya, ya, ya Amani inapatikana siku ya tarehe 19 siku ya Jumatano wiki iliyoisha. Kweli nikapiga simu, nilipopiga simu ikaita, ikapokelewa ile simu, lakini hakuzungumza chochote, akawa yuko kimya. Simu imepokelewa, nimepiga na, na, na, nasema kwamba vipi, mbona huongei? Iko kimya. Sasa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kulingana na na vyombo vya ulinzi na usalama, ambapo vina weledi mkubwa, tunaomba hata ikiwezekana, kwa sababu simu ilipatikana, kuna utaalamu wa kutrack ile namba, tukamwona ndugu yetu ambapo, ambapo yupo, ili aweze kuja kujumika pamoja na sisi tuweze kujenga